Mi niseme kwanza ni ni, ni, ni kitu kizuri, kitu kizuri kwa sababu ni um, opportunity opportunity ambayo imetokea. I think kila mtanzania uh, ana nafasi ya kuweza kuisaidia taifa ko uh, kama management uh, ya shirikisho wameona kwamba okay, niko na hiyo nafasi kwa sasa. Mimi niseme uh, ni kitu kizuri cha msingi, ni trust ambao wamenipa, na mimi napaswa ku kwa sababu naitumikia um, taifa langu so ni kitu kizuri kwangu, ni kitu kizuri kwa timu uh, kwa hii nafasi i think sio kwangu mimi tu. Hii ni nafasi ambayo um, wanajegeti wote um, uh, kwenda mimi kuwawakilisha kwenye hicho uh, inshallah uh, ni ni, ni kitu kizuri na picha nzuri kwenye timu na kwanza, kuna makocha wengi. Na wewe umesema uh, unajisikia fahari na furaha kubwa kuona unajumuishwa kwenye kikosi hicho, lakini inatengeneza labda ukomavu kiasi gani kwa upande wako? Yeah, I think, kama nilivyosema, ni good opportunity kwa maana experience. Uh, unajua kujifunza kwa kila day uh, kila day na kila aina ya watu ambao unakutana nao, so uh, I think ni ni ni, ni, na ni nzuri uh, kwangu kwa maana ya kuona namna gani ambavyo um, naweza nikapata exposure na hiyo uh, experience zaidi kwa maana ya kuendelea kujifunza uh, kwenye hiyo um, top level. So matamanio ya kila mwalimu, matamanio ya kila mtu ni kuweza kuona namna gani ambavyo anaweza akaachieve na akaweza kufika huko ambapo uh, tunatamani kufika hasa kwenye hizo um, national team na nje ya hapo. Kwa hiyo ni kitu kizuri uh, kama nilivyosema ni ni, ni sehemu mmoja wapo ambayo nitajifunza um, ta zaidi na nitapata experience zaidi Tuamini kwamba Ahama Ally, uh, ulianza kama kocha msaidizi lakini wakati huu umesimama kama kocha mkuu. Tutegemee hata kwenye timu ya taifa, huenda siku moja tukaja tukakuona ukasimama, shirikisho likakuamini moja kwa moja kama ambavyo mat watanzania wana matamanio kuona makocha wazawa wanakuwa kwenye nafasi kubwa zaidi. Yeah, I believe in that moment ambao umesema, uh, one day inshallah, kwa uwezo wake Mungu itafika time.